Na tunaanza na taarifa kwamba mfumo tata wa eCitizen ambao serikali imekuwa ikiutumia kupokea malipo ya huduma zake kutoka kwa umma huenda ukafungwa endapo kandarasi ya wanaouendesha itafutiliwa mbali. Kwa mujibu wa mkataba wa eCitizen, kampuni tatu, Webmaster Kenya Limited, uh, Pesaflow Limited na Olive Tree Media Limited, zina uhuru wa kusitisha mfumo huo iwapo zitapokonywa kandarasi hiyo. Uh, wabunge wa kamati ya usalama wameibua maswali kuhusu umiliki halisi wa mfumo wa e-Citizen, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Emmanuel To Tangu uzinduliwe, kumekuwa na utata kuhusu umiliki wa mpango wa serikali wa kidijitali wa kupokea malipo ya huduma zake zote, e-Citizen. Ingawa serikali inasema ni mmiliki wa mfumo huo baada ya kuinunua kutoka kwa kampuni ya kibinafsi, huenda serikali haina mashiko kamili. Stakabadhi za makubaliano zilizowekwa wazi bungeni kati ya mamlaka ya mawasiliano na kampuni tatu zinaonyesha kampuni za Webmasters Kenya Limited, Pesa na Olive Tree Media Limited zinazotoa huduma ya e-Citizen zina nguvu ya kusambaratisha mpango huo wa serikali ikiwa zitapokonywa tonge. Wabunge pia wakiibua maswali kuhusu waliotia saini mkataba huo. Kulingana na stakabadhi zilizotiwa saini, afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya mawasiliano Stanley Kamanguya na mkurugenzi mkuu wa e-Citizen Isaac uching waliwakilisha serikali ya Kenya kwenye mkataba huo. Baadhi ya wabunge wakitaka kujua kwa nini mwanasheria mkuu, katibu wa wizara ya mawasiliano ama waziri aliyehusika hawakutia saini makubaliano.

Mfumo huo hukusanya takriban shilingi milioni mia saba kila siku, na kuongeza fedha zinazokusanywa na serikali. Hata hivyo, ni faida ya shilingi bilioni 1.45 ya kuendesha mfumo huo iliyolipwa kwa kampuni hizo ndiyo imeibua maswali zaidi. Mkaguzi wa hesabu za serikali akidai mfumo huo huenda unatumika kwa ufisadi kama tu mikataba mingine tata ya serikali ya Kenya. Kwanza mkataba wa e-Citizen unaendelea kuibua maswali mengi kuliko majibu. Wabunge wa bunge la kitaifa sasa wakiibua maswali hata zaidi, wakisema mkataba huo huenda ukatumika kuwapora Wakenya. Emmanuel Toru, runinga Citizen, bunge, Nairobi.